tufanye kwenda moja kwa moja katika onyesho la, la, la tatu naomba pengine atakayeanza kuchangia ni uh, Bialembi na ndio onyesho la mwisho kurasa kwanza ukurasa mwisho. Mwisho, mm -hmm. mwisho. mm -hmm. mm -hmm. wa sabini hadi sabini na nne. Naam. Onyesho linapoanza tunaambiwa ni siku ya pili mandhari ni hapo kijijini na, na siku ya pili na nadhani siku ya pili, mm -hmm. pili baada ya Sara kurejea. Naam nyumbani maanake alikuwa mjini. Yona yuko peke yake sebuleni, ambapo ameketi kwenye kochi anaonekana mwenye huzuni. Hadithi yatuambia kwamba Yona anasikitikia maradhi ya mkewe, anasema kwamba ugonjwa ulimemla bila huruma, aldhani awali ni mchezo alipoenda, kumbe ulikuwa ni kweli. Kwa hivyo ni kama kwamba anajutia, anajua, angeishi tofauti, anajuta siku zimepita, mm-hmm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 Tunaachwa na taharuki na hata yeye anataka kujua nini ambacho Neema mm -hmm. anapitia ambacho kimebadilika kiachana na mm hao -hmm. ya mm kubadilika -hmm. <tutu> kwa kiwiliwili. Tunaona vilevile kwamba amefanya maamuzi fulani mm -hmm. na ulevi kwa sababu ametambua mabadiliko katika maisha yake, na anapoamua <tutu> hivyo ndipo tunatambua kwamba kwa kweli mabadiliko am akweli mabadiliko yalikwisha anza kwa sababu asubuhi hiyo mm -hmm. yeye ndiye aliyetengeneza nini na ilikuwa kisirisiri, hata hawajui Neema na na Sara hawakujua Neema. Anapoamka asubuhi na baada ya salamu, anamsifu sana kwamba yeye ni mtoto wa Kalasinga apatihizo alikuwa na akili, na hapo ndipo sasa wanamalizia malizia kwamba Neema ametanabahi, ameweza sasa kufahamu kumbe baba amekuwa akisaidia mama, na hata pia nafkiri hata ile dhana ya Mm. Wajua watoto wanapokuwa siku zote mm, hawajakuwa na mlahaka kama ule ndio, mm, mara ya kwanza sasa baba amemchangamkia bintie hata mm, wanapata gumzo eh, la kuzungumza na namfahamisha mm, namna alivyokuwa hodari skuli mm. Aha. Yeah. Aha. Mm -hmm. Baba ame, ame, anafurahi sana wanapo, wanapo sasa kufunguliana mio na anapomweleza na nafikiri ilitokana na hali kwamba yule msichana alipoamka asubuhi Neema alianza mazungumzo yale mm -hmm. na yakachukua mkondo huo na, na pengine pia kwa faida mm -hmm. ya mwanafunzi kwamba katika ule mchakato ane, mm -hmm. ba, nani ambaye Yona anafanya kumshukuru mm -hmm. Neema kwa mambo mbalimbali endo kaandae kiamsha kinywa mazungumzo mm, unoga zaidi kama utumbo umetulia. Haya, nitaandaa nimeshaandaa tayari. Ah, baba, nawe, lile jiko la gesi ulilotumilia hivi majuzi limesaidia pakubwa. Nilikuwa nangojea mama yako amke ili tuweze kufungua pamoja. Zamani tulifanya hivyo lakini hatukudumisha desturi. Mama yako anaelewa na pia namshukuru kwa sababu ya yeye kushughulikia hasa matibabu ya, mama. ya, Tam, mama ya mama yake mm, na mm. hata anamsifia anasema kwamba ameshikilia mm. mji ameshikilia mm. mji wake vizuri yani mm -hmm. ametoa taswira nzuri. Mm -hmm. Kwa hivyo na uh, walimu wanajuapo kabla pengine hatujafanya mm -hmm. kufunga au kuangalia sehemu ya mandhari na kidogo samani mwalimu Nam. anapomaliza kabisa. Sasa Yona anamwomba mkewe Msa, msamaha ni nzuri kujua. Muhimu sana mwanafunzi Aya, anasema ilo. japo msamaha umechelewa mm -hmm. kwa hivyo anamwomba kujua upeo mm -hmm. wa ugonjwa wake kwa hivyo anamwomba kwa hivyo anatambua mm -hmm. Anakubali anasema kwamba tabu zako zitakuwa zangu. Kwa hivyo ni kama kwamba amejirudia, amebadilika, amebadilika. Hata wanakumbatiana wakati mchezo unapokamilika, wanakumbatiana wote watatu. Posa jalada lina watu watatu wakumbatiana namna tuliokuwa tumekisia kwamba huyu huenda niona. Sasa mwisho wanakumbatiana watu watatu. Jamani, Bembea Maisha, mandhari katika sehemu hiyo ya mwisho pengine kwa muhtasari tu familia mm -hmm. mm -hmm. ambayo imekuwa na pia kuna mitindo hasa kupitia kinaya kinaya, kina kwamba Neema amekuwa akidhani kwamba babake, kumbe babake pale nyumbani anawajibika kwa mm -hmm. kiasi kikubwa tu mm -hmm na pia ule mtiririko wa vitushi kuelezea jinsi hasa Yona mm -hmm. alivyoamua kuacha ulevi mm -hmm. na kubadilisha hasa hulka yake ile ya awali. Ametambua, amegundua. Amegundua. Athari za ulevi mm. Yona amezinduka, amezinduka Yona. Na ametambua athari hasi mm -hmm. ya ulevi na pia kuwa Yona anakuwa sasa ni mtu mpya mm. na amebadilika kimawazo, kimtazamo mm. na mm. kihulka. Sasa unaweza kutizama filamu zote za setbooks popote ulipo wakati wowote, ukitumia simu yako ya rununu download Soma Sasa app katika Play Store kwenye simu yako, ubonyeze play na uendelee kutizama filamu zote za setbooks zikiwemo filamu ya Bembea ya Maisha, filamu ya Nguu za Jadi, filamu ya Mapambazuko ya Machweo, filamu ya The Samaritan, filamu ya Fathers of Nations, filamu ya An Artist of the Floating World, filamu ya Parliament of Owls na filamu ya Silent Song and Other Stories. Unaweza kutizama hizi na filamu zingine nyingi za masomo, Soma Sasa app. Masomo mkononi tupigie simu kupitia 0722 75 13 75 tembelea tovuti yetu www.climaxpublishers.org. soma sasa app revision in your hands